Jumla ya watu 28 wamefariki dunia na wengine tisa kujeruhiwa kufuatia ajali iliyohusisha magari matatu lori aina ya Scania lenye namba za usajili T 830 EDP, lenye tela namba T 148 CDT, Coaster aina ya Mitsubishi Rosa lenye namba za usajili T 257 DVP na gari lingine aina ya Toyota Lite Hiace lenye namba za usajili T 185 DMF, katika eneo la Mlima Iwambi jijini Mbeya. Akitoa taarifa kwa wanahabari, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishina msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Benjamin Kuzaga amesema chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa lori aina ya Scania lenye namba za usajili T 830 EDP lenye trela namba T 148 CTD kuendesha gari kwa mwendo kasi na kushindwa kulimudu gari lake na hivyo kugonga magari mengine aina ya Mitsubishi Rosa na Toyota Lite Hiace akizungumza eneo la tukio mkuu wa mkoa wa Mbeya Dkt. Juma Zuberi Homera amesema rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan, ametoa pole kwa wafiwa na majeruhi huku akiagiza wakala wa barabara la Tanzania TANROADS kutengeneza barabara ya mchepuko na kuagiza pia wananchi wanaodai fidia katika barabara hiyo walipwe mara moja ili barabara hiyo ipanuliwe kwa upande wake kaimu mganga mfawizi wa hospitali ya Mbarezi Dr. Morris Martin anaeleza namna ambavyo hospitali hiyo imepokea majeruhi wa ajali hiyo. Eh, ni kwamba mpaka sasa hivi watu ishirini na nane wamepoteza maisha na wengine eh, nane ni majeruhi. Na katika ajali hii hawa majeruhi eh, majeruhi nane wako hospitali teule ya Ifisi na maiti ishirini na nane ziko pia katika hospitali hiyo kwenye chumba cha maiti pale hospitali ya Ifisi. Ni kwamba mnamo tarehe saba mwezi wa sita mwaka 2025 majira ya saa moja na dakika arobaini na saba kwenye eneo hili la mlima Iwambi katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya vijijini kwenye barabara kuu ya kutoka e, Mbeya kuelekea Tunduma gari lenye namba T 830 EDP likiwa na tela lake lenye namba T 148 CTD aina ya Scania lori likiwa limebeba shehena ya unga liliweza, likiwa linaendeshwa na dereva ambaye anaitwa Filipo Laitoni Mwambi Mwashibanda mwenye umri wa miaka thelathini na tatu. Huyu ni mkazi wa Tunduma katika mkoa wa Songwe, likiwa linatokea Dar es Salaam kama nilivyosema, likiwa limebeba shehena ya unga liliweza kufika katika maeneo haya na kugonga kwanza magari mawili. Gari mojawapo ni T 257 DVP aina ya Mitsubishi Rosa iliyokuwa na abiria, ambayo sasa ndio ndoumo tumepata majeruhi pamoja na vifo, lakini pia na gari nyingine T 185 DMF aina ya Toyota Lite Hiace na kutumbukia kwenye eneo hili la Kolongo kwenye mto huu eh, Mbalizi na kukita kwenye hili gema ambapo tupo hapa, ambayo ni kingo ya mto huu wa Mbarizi na kusababisha vifo ishirini na saba kwa jana, lakini baada ya kuchukua wale majeruhi, basi leo asubuhi tumepata tena taarifa kwamba, uh, majeruhi mmoja ameongezeka, na ndio maana nasema vifo vimefikia ishirini uh, na nane. Kwa hiyo watu waliofariki katika ajali hiyo, wanawake ni kumi na wawili na miongoni mwao watoto ni wawili wenye jinsia hiyo ya kike, lakini e, wanaume sasa ni kumi na sita. Na kati ya hao kuna watoto wa kiume wawili. Kwa hiyo hadi sasa navyoongea, kati ya hao marehemu walio katika ile hospitali ya Ifisi kumi na nane wamekisha tambuliwa na ndugu zao, na wakati huo watu tisa bado hawajatambuliwa. Kwa hiyo katika ajali hiyo majeruhi ni tisa kama ndivyo kusha sema wanaume ni saba walikuwa saba lakini sasa wamebaki nane. Kwa hiyo laki eh, sita ni wanaume na wanawake ni wawili. Kwa hiyo miongoni mwa majeruhi ambao ni nimesa, nimesema ni dereva wa gari hili pamoja na gari lile la Mitsubishi Rosa. Kwa hiyo majeruhi ni Baraka Samuel Mgala miaka 35 mkazi wa Mbalizi aliyekuwa dereva katika gari namba T mia mbili hamsini na saba DVP Mitsubishi Rosa ambaye ameumia miguu yote miwili mbavuni pamoja na kichwani. Lakini dereva Philip Lighton Mashibanda mwenye umri wa miaka 35, huyu mkazi wa Tunduma aliyekuwa anaendesha gari hili ambalo mnaliona hapa, hili lori, yeye amevunjika mguu wa kushoto. Chanzo cha ajali ni kwamba ni uzembe wa huyu dereva mwenye hili lori ambaye baada ya kuwa ameruhusiwa, kama mnavyojua tuna utaratibu wa kupitanisha magari makubwa na madogo. Baada ya kuruhusiwa, yeye alitoka kule kwenye eneo ambalo tunaegesha ya magari na akapita kwenye hii barabara kwa mwendo ambao nafikiri ulikuwa ni mkali, na akashindwa kulimudu hili gari na matoke yake akafika, akagonga haya magari madogo ambayo yalikuwa yanamalizia ruti sasa kuingia stendi na kusababisha vifo hivi. Kwa hiyo eh, mpaka sasa hivi huyu dereva niliyemtaja yuko hospitalini, pamoja na kwamba yuko kwenye matibabu lakini e, tunaendelea kumshikilia kwa hatua zaidi za, za kisheria. Kwa hiyo yuko wale majeruhi wanaendelea kupata matibabu, niwape pole sana wanambea, kutokana na, na ajali hii ambayo imejitokeza jana, lakini nadhani tulipomzika masuala ya ajali kwa muda mrefu kidogo na jana imejitokeza ajali nyingine. Na jana imehusisha kama alivyosema kamanda wetu wa mkoa kwamba ni gari aina ya, ya Rosa pamoja na magari mengine lakini pia ikihusisha na Scania hiyo. Sasa wakati nakuja hapa, mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewapa pole wafiwa wote, lakini pia yeye kama mheshimiwa rais ametoa msisitizo mambo yafuatayo. La kwanza, ameielekeza TANROADS kuanzia leo kutengeneza barabara ya mchepuo kule nyuma. La pili la pili ameelekeza hapa, ameleta zaidi ya bilioni tatu waanze kulipa fidia mara moja kwa ajili ya kupanua hiyo barabara haraka iwezekanavyo kwenye eneo hili la Mbalizi. La tatu aliyotuelekeza ni kwamba lazima wafiwa wote tuweze kugaramia swala la masanduku yote 28 kwa wale wote ambao wametangulia mbele ya haki, lakini pia na mnajua sanduku gharama yake kama laki tano hivi, lakini pia ametoa maelekezo kwamba kila familia ambayo imepoteza ndugu au jamaa na marafiki tuweze kutoa mkono wa pole wa shilingi laki tano kila familia, kwa jumla yake shilingi milioni moja. Lakini hii siyo maana yake inaweza kukizi uhai wa mwanadamu, ila ni mapenzi yake tu Mheshimiwa Rais kwamba kuona kwamba ameguswa na jambo hili na ameona kwamba aweze kushiriki kwa namna moja au nyingine kwenye hii bahati mbaya iliyojitokeza katika hapa eneo la Mbalizi. Lakini jambo lingine ni swala la kuhakikisha kwamba magari haya sasa, tutaongea na waziri wa mambo ya ndani ya nchi kwamba Mbeya pia tuendelee kuwa na kituo kikubwa cha ukaguzi wa magari hasa yanayokwenda nje ya nchi hususan ma nchi ya Kongo E, nchi ya Zambia lakini pia hata Angola. Sasa swala la kutengeneza barabara, magari yote yanayokwenda, nadhani magari yanayenda umbali mrefu yatapita kule, kwa sababu huku sasa kutakuwa tunapita magari madogo tu. Hapa magari maloli yote marufuku kupita kwenye barabara hii. Natoa siku tatu. Tumeelewana, tumeelewana. Magari makubwa yote yatapita kule, magari madogo yatapita huku, ili kuweza kunusuru maisha ya Watanzania, hasa wa mkoa wa Mbeya. Leo hii hapa tumepoteza hata waliokuwa wanatengeneza barabara, wametoka kule, wamemaliza kutengeneza barabara, wamepanda kosta, wanarudi Mbalizi, wamefika hapa, wamekufa wanne, akiwemo opareta mmoja, mafundi wa karibu watatu na kadhalika wamepotea hapa. Kwa hiyo TANROD wako hapa na nimeshawaambia kwamba kuanzia kesho na mkandarasi yule Chiko atasaidiana na TANROD tengeneza barabara ile ipanuliwe vizuri. Tuombe wananchi muwe na thubira wakati huu wa ambao serikali imechukua hatua kali kurekebisha hiyo barabara ya upande wa pili, tusiwe na muda wa kuchelewa. Yaani leo kuanzia leo tarehe nane mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano tumeelekeza waanze kutengeneza ile barabara kule. Lakini pia tuwaombe wenzetu wa malori, jeshi la polisi simamieni, atakaye kiuka anang'ang'ania kupita huku ni kushughulika naye, kwa sababu kuna mingine ni jeuri, unawaambia pita huku hataki anataka apite barabara hii. Tumechoka kuona mili ya watu inapotea. Sasa jeshi la polisi simamieni pale juu mtu akiwa anakatiza anakatiza anaelekea huko, kwa sababu kule hakuna mlima mkubwa. Hapa kuna changamoto ukiteremka, hata ukimruhusu, kwa sababu huyu alikuwa wa mwisho, manake magari madogo yanamalizika, yameruhusiwa, maloli, yule akaanza kutembea kwa gia ambayo sio yenyewe. Alipofika pale, gari limemshinda, akaanza kugonga hii gari Rosa, akaanza kupoteza maisha ya watu hapo, lakini kumbe, manake lile lori lisingekuwepo huku Haisi kwa haisi, hazina shida kubwa na hapa wana uwezo wa kutembea wao taratibu taratibu akavuka. Kwa hiyo naamini kwamba jeshi la polisi chini ya eh, Benjamin Kuzaga timu hii ya RTO, baada ya barabara hii kukamilika ndani ya siku mbili tatu hizi, kuanzia leo hii ambayo tunatoa tamko hapa, tumeelewana. Ndugu zangu, swala la fidia tumetoa maelekezo. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa bilioni kumi kwa ajili ya fidia, barabara ya mchepuo upande wa pili kule kwa ajili ya kwenda kutokezea Songwe. Lakini na hii barabara hapa sasa tunatakiwa tulipe hapa, kwa sababu pesa zimefika kwa ajili ya kulipa barabara ya kule, lakini kwa dharura ya hapa, kwa sababu tunadai karibu bilioni tatu, naelekeza kwamba tutaongea na chifu wa TANROADS bilioni tatu tu, tulipe hapa ili tuanze kutengeneza kwanza hapa, alafu hizo bilioni zingine tutaenda kulipa upande wa huko nyuma, tutaendelea na kule tutawaongezea baadaye. Tumeelewana tumeelewana, ndugu zangu. Sasa mazishi haya yanakwenda kugharamiwa na Mheshimiwa Rais kwa zaidi ya milioni 30. Kwa hiyo, kwa kweli tuendelee kumwombea Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi mema aliyonayo kwa wana Mbeya na Watanzania wote kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, sisi tunaondoka sasa hivi tunakwenda kuwaona e, wenzetu waliopata majeraha, lakini pia kwenda kuona na niwaombe wananchi wale ambao hawajatambulika ndugu zao waendelee kwenda pale hospitali ya, ya ifisi ili tuweze kuweza kuwatambua ndugu zetu. Jambo lingine niwashukuru sana, ni washukuru sana ndugu yetu Nginga kwa kujitoa hapa vifaa vyake bure kabisa kuweza kuokoa watu kushirikiana na wananchi hapa kuokoa watu kwa kushirikiana na wananchi. Tumeona uokozi mkubwa ambao umeufanya na ndugu yetu Nginga. Ukweli ni kwamba ofisi ya mkuu wa mkoa Mbeya itamwandikia barua ya shukrani kwa kazi kubwa ambayo imeifanya hapa katika kuhakikisha kwamba anasaidiana na wananchi kuweza kuwaokoa wenzetu wengine ambao wamebahatika kupona, lakini pia na wizi haukuwepo kabisa hapa. Niwapongeze sana wanambalizi, kwa kweli hongereni sana, na Mungu ataendelea kuwabariki na jambo lingine, niwapongeze sana wananchi wa hapa ambao walijitoa jana kwa jasho na damu kuhakikisha kwamba wenzao wanawaokoa kwa wale waliopata walioendelea kuwa hai na wale waliokuwa ni marehemu basi waweze kuwatoa kwa haraka ili waweze kukimbiza kwenye hospitali ya Ifisi. Ni washukuru sana wananchi hakika kwa kweli, kwenye hili mmetufuta machozi wananchi wa Mbalizi. Asante sana na Mungu awabariki sana. Tumeanza kupokea majeruhi mida kama ya saa moja na nusu kuelekea saa sa mbili. Kwa bahati mbaya, jumla ya watu waliopata ajali waliofariki ni wengi zaidi kuliko hata majeruhi ambao tumewapata mpaka sasa jumla tumepata tumepokea maiti ishirini na saba ambapo katika hizo maiti ishirini na saba wanaume ni kumi na saba na wanawake ni kumi, lakini kati yao wote watoto ni wanne, na wote wamefika wakiwa wameshafariki, isipokuwa mmoja tu alifika akiwa mahututi, baadaye ndo akafariki. Lakini majeruhi tulionao mpaka sasa, tuna majeruhi tisa, ambapo wanne wawili ni wanawake na saba ni wanaume, lakini katika hawa tisa mmoja ni mtoto wa miaka kumi na tatu ambaye yuko vizuri, tunamshukuru Mungu anaendelea vizuri. Lakini kwa ujumla wake hawa wote tisa, wawili ndio walikuwa na hali mbaya zaidi kuliko wote ambao tulilazimika kuingia nao theater kwa ajili ya operation usiku. Walipata majeruhi mabaya sana kwenye viungo vya ndani vya mwili, kwa tulilazimika kuingia nao theater na kufanya operation. Tunashukuru Mungu, alitoka salama na bado anaendelea na matibabu. Kwa hiyo tunasikitika pia katika idadi ya vifo hivi 27. vifo vya watu wawili ni watumishi wa Mbarizi hospitali ni wauguzi wa Mbarizi hospitali wanawake. Kwa hiyo ni majonzi kwetu pia. Nadhani jana alikuwa majira ya saa moja nilipokuwa Manjero, nilikuwa kwenye biashara zangu hasa wakati narudi nikakutana na hii gari iliyokuwa imepata ajali, imetokea Mbarizi inaenda Mwanjerwa, kwa hiyo haikufika. Maana ile gari ni ya ruti ya kwenda Mbarizi Msaraga, lakini haikufika Msaraga, ikawa imerudia Kabwe. Kwa hiyo nikapanda ile gari tukarudi Mwanjerwa, ikapakia abiria tukawa tunarudi. Baada ya kurudi, tulipofika Iwambi, nadhani kwa chini hapa kuna shule moja inaitwa Harrison Uwata, kwa mbele kidogo pale ndipo tukio lilipotokea. Na tukio linapotokea, nadhani kulikuwa hakuna dalili yoyote ya kwamba tukio linaweza likatokea, ila kwa mimi nilivyoona, nilisikia tu mshindo wa kama gari kuanguka, afu nikapoteza fahamu. Baada ya kupoteza fahamu, nadhani fahamu zinapokuja kunirudia mara ya pili, wakati tayari waokoaji wameshafika kuanza kuokoa watu. Ndivyo ilivyokuwa ajali ya jana. Kwa majina mimi naitwa James Samuel Chatanda, ni dereva wa kampuni ya HH Malik. Huyu dereva mwenzetu, mimi ni kwa mbele na yeye alikuwa nyuma. Sasa wakati tunafanya mawasiliano, mimi nipo mbele, ananiambia nakuja, nakuja. Baadaye napigiwa simu, amepata ajali. Baada ya kufika hapa ikaonekana kwamba hii gari amekuja ikafeli breki Imefeli breki pale, ndo kusababisha ajali kugonga gari hii kosta kama mnavyoiona hapa, na yenyewe imeumia ime kama hivi hapa. Mazala tumepoteza ndugu zetu, japo hatujui idadi yao, lakini tumepoteza ndugu zetu kidogo hapa. Tangu mimi kwa serikali kama inansikia hapa, tunaomba wafanye wa, wa, miundombinu kwa wakati kwa hapa aidha, watuongezee barabara ziwe tatu au wafanye plani ya kupita hii njia ya pembeni kama wanaweza kufanya hivyo, lakini kama nani, basi waendelee kusimamia zile foleni ambazo huwa tunasimamishwa kule juu, baadaye tunashuka kwa pamoja. Kama ikiwezekana hata wafanye hadi mpaka usiku eh, au kama nani, ndio hivyo, watu ongezee hii barabara hapa, tupite huku wa maloli huku, zibaki zipite gari ndogo. Kwa jina naitwa Charles Kapusi, ni mkazi wa Iwambi. Hiyi ajari nimekuta imeshatokea baada ya kufika hapa nikakuta hali, yani hali ni mbaya sana yaani, hali ni mbaya kuliko, nikawakuta watu hapa wanaendelea kuokoa, kabidi nijumuike sa na mii ni kuendelea kuokoahpa, tumeokoa mpaka saa tisa usiku nikilipoti kutoka Mbea. Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.